Masomo ya Misa Takatifu, Jumamosi. Ndio somo la kwanza, Yohane wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14 hadi 21. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Yohane. Wapendwa, tuamini kabisa kusikilizwa naye tukimwomba neno linalompendeza, basi tukijua ya kuwa yeye husikiliza maombi yetu yote, twajuwa pia ya kuwa tumekushajariwa tuliyomwomba. Mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, aombe na Mungu atampa uzima, yaani wenye kutenda dhambi isiyo ya mauti. Kuna dhambi ya mauti; sisemi uombe ikiwa ni dhambi ya namna hii. Kila kukosa haki ni dhambi lakini kuna dhambi isiyo ya mauti. Twajua ya kwamba kila aliye na asili yake katika Mungu hati, hatendi dhambi, kwa sababu mwana wa Mungu anamlinda na mwovu hamguzi. Twajua kwamba sisi ni wa Mungu, lakini ulimwengu wote unatawaliwa na mwovu. Tena twajua mwana wa Mungu amefika naye ametuwezesha kumjua Mkweli. Sisi tumo ndani ya mkweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Wanangu, jihadharini na sanamu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana, Zaburi sura ya 149, mstari wa kwanza hadi sita kisha mstari wa saba. Kitikio, kiti kio: Bwana anapendezwa na watu wake. Bwana anapendezwa na watu wake. Bwana anapendezwa na watu wake. Bwana anapendezwa na watu wake. Mwibieni Bwana wibo mpya, sifa yake ivume katika mkutano wa aminifu. Israeli amfurahie muubaji wake, wana wa Sioni na wamshangilie mfalme wao. Bwana anapendeza na watu wake, walisifu jina lake kwa kucheza, wamwimbie kwa matari na kinubi kwa kuwa Bwana apendezwa na watu wake, huwapamba wanyonge kwa wokovu. Bwana anapendezwa na watu wake waaminifu, na washangilie kwa utukufu, waibe kwa sauti kubwa ya furaha. Vitadani mwao sifa za Mungu na ziwe vinywani mwao, ndiyo heshima ya waaminifu wake wote. Bwana anapendezwa na watu wake. Nabii mkubwa ametoka kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Yohane sura ya pili mstari wa kwanza hadi kumi na moja. Wakati ule kulikuwa na harusi huko Kana, muji wa Galilaya, na mama wa Yesu alikuwako. Yesu pia alikuwa amealikwa harusini pamoja na wafuasi wake. Divai ripotidika Mama wa Yesu alimwambia, hawana divai. Na Yesu akamwambia, mwanamke, kuna nini kwangu na kwako? saa yangu haijawadia. Mama yake akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Pale palikuwa na mitungi sita ya mawe, ilikuwa imeweko hapo kwa desturi ya Wayahudi kwa kutawadha kila mmoja uliweza kuchukua kiasi cha madebe mawili au matatu. Yesu akawaambia, ijazeni maji mitungi. Wakaijaza mpaka juu. Akawaambia, sasa tekeni mkapelekee mkuu wa karamu. Wakampelekea. Mkuu wa karamu akayaonja maji yaliyogeuka kuwa divai bila kujua ilikotoka, ila watumishi wale waliokuwa wameateka walijua. Basi mkuu wa karamu akamwita bwana harusi, akamwambia, kila mtu huandaa kwanza divai nzuri, na wakiisha kunywa ya kutosha huandaa divai hafifu, bali wewe umeacha divai nzuri mpaka zaa sasa. Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana mji wa Galilaya. Alionyesha utukufu wake na wafuasi wake wakamsadiki. Ijili ya Bwana, sifa kwako e Kristo.